Hamza, pengine mlikuwa na mazoezi magumu sana hii leo, kwa kile ambacho tumekiona, tunategemea performance itakuwa kubwa sana lakini ni kama mmekuja mko chini, pengine ni mazoezi ama kuna moment ile imewatoa kimchezo au Sula, pengine baada na, ya tukio lile kuna namna gani ambavyo mwalimu amezungumza naye kuja kwa kabiliwatlekwa kile ambacho kiliendelea kwa nyie wa, wachezaji mlizungumza nini na pengine mmekubaliana nini, tulizokubaliana.